Kwani leo hata siari ni nipate hata mtu mmoja nivulie nguo yake. Eh, mambo mzuri sana. Mbo simama, kwani tunaongea eh, kama tumekaa. Pole kwaje? Niko mzuri eh, natafuta mtu akufua. Hata umeruma, na Mungu umeruma, kwa sababu nimetoka tu kujiongelesha tu saa hii. Wewe unafua eh? Nafuanga. unakaa hivi na Una unafua kwani nakaa wewe unafaa kuwa kwa nyumba kama bibi ya mtu. Kani shida iko wapi? <laughs> najua nilikozana na bamba ya watoto sasa nikakuja oh, kutafuta kagidi oh. mnalipisha homa cha kwanza? 500. 500. Hiyo okay. ni pamoja na kuosha vyombo oh, sasa mimi ni eh, viatu nyumba, carpet alafu pia utaingia bedroom unitandikie kitanda nini, uniwekee bedsheet, kila kitu hapo. Sasa shinda ni hapo kwa bedroom Sienzi si ingia kwa bedroom ya mwanaume mwingine mimi. Kwa nini? Kwa nini sasa naingia kwa bedroom yako? Kwani bibi yako anafanya nini? Si uko kazi? Sasa hiyo unajua hiyo ni kikao yake. Sasa siwenzi. Sasa wewe zitaandika kitanda. Ai hapana. Hii. Usiko dai la na my blend. Sasa utashinda hapa na juu ya bedroom. Siwenzi ingia hata kimila. Utashinda hapa juu ya bedroom. Si, si sasa unataka niingie kwa bedroom yako kwa mwanamke mwingine aje. Unajiongelesha hapa unakataa kazi juu ya bedroom. Hapana, hiyo nayo mbosi. Hata nikuvulie nguo uniweke hapo kwa mwanamke. Mimi nataka mtu anatengeneza hadi bedroom. Hapana, sisi. Hakuna kazi nusu. Hai, sasa hiyo siwezi mbosi. Aya, kaa hapo basi. Hapana, hata nikuvulie viatu. Kaa hapo ujiongelesha bedroom ama, tutoe bedroom tuilete hapa utandike nirudi nayo. Sijinda ni hiyo kitanda. Sinatoka hadi na kitanda. Tiki kitanda yuko ni kwa hiyo sienzi shika.